Serikali imeanza kuandaa utaratibu mpya wa kupanga bei za umeme unaouzwa na Tanesco pamoja na wekezaji wazawa wanaozalisha nishati hiyo wa hapa nchini ili kuvutia wawekezaji wengi kuwekeza katika nish, kuzalisha nishati hiyo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa na wananchi kwa ujumla. Will Sumia ameandaa taarifa zaidi kutoka Rukwa. Naibu Waziri wa nishati na madini Dr. Medadi Karemani amesema hayo baada ya kukagua mradi wa uzalishaji makaa ya mawe kwa ajili ya kuzalisha nishati ya umeme uliopo katika eneo la Namwele, mradi unaoendeshwa na kampuni yenye ubia wa mwekezaji mzawa na wageni kutoka Uingereza. Tanesco kama kupitia serikali tunazalisha umeme, lakini bado tumekaribisha na wawekezaji binafsi wazalishe nao umeme, lakini wanapozalisha umeme wanaruhusiwa kuwauzia Tanesco. Sasa lazima tuwe na bei elekezi ambayo ni standard ambayo mtu akizalisha umeme wako, Tanesko, wa koo inajulikana atamuuzia Tanesco ili awapelekee wananchi kwa shilingi ngapi, akizalisha umeme wa maji ijulikana anamuuzia Tanesco kwa shilingi ngapi kabla hajapelekea wananchi. Lisiwe jambo la watu wawili kukaa. Sasa serikali kupitia mfumo wa sheria, sasa tunatengeneza kanuni ambazo ziko karibu kukamilika, zitakamilika kuka ndani ya mwezi huu, ili sasa ziweke utaratibu na bei halali za kampuni na mashirika binafsi yanayozalisha umeme kwa uzia mashirika ya serikali. Awali kampuni inayozalisha makaa ya mawe katika mradi huo Edenville Company Tanzania imeiomba serikali kuishauri Tanesco kuongeza kasi ya mazungumzo. Tumebaki na tatizo kati yetu sisi na Tanesco. Kwa wale wenzetu ni hivi, umeme utakaozalisha ni mwingi. Hatuwezi kumtumia sisi. Mradi mkubwa ni Tanesco. Kwa hiyo ajenda kubwa tuliyonayo hapa sasa hivi ni sisi kumalizana na tenesko. Tunaomba mtusaidie ili tuspeed up na tenesko ba... mradi wa umeme wa Namwele una ujazo wa zaidi ya tani milioni 173 za makaa ya mawe yanayoweza kuzalisha umeme kwa miaka 30 hadi 75, kutoka Sumbawanga, Wilesmia Channel 10.